Bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehapeni huko mitandaoni bwana ni kwamba Mange Kimambi bwana amedai kwamba Kajala bwana amenunuliwa gari na kigogo hivyo. Uh, ndo vitu ambavyo Mange amevizungumza amedai kwamba bwana, kuna kigogo ndiye alimnunulia ile gari Kajala. Nazungumzia gari ya plado Uh, Land Cruiser TX ambayo ndiyo gari mpya sasa hivi ambayo mama Kajala Masanja anaitumia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini hii yote inakuja kuthibitisha kwamba kweli Konde Boy bwana eh, uh, amepigwa na kitu kizito kwamba bibiye Kajala kweli yuko na boyfriend mwingine na sio yeye, umeona bwana eh? So hivyo ndivyo situation ilivyo hi, lakini pia vile vile ni kwamba tumepita katika mitandao ya kijamii sasa hivi, picha ambazo zina trend ni Picha na videos ambazo zina trend ni hii video ambayo ameiposti binti wa Kajala, tunamzungumzia bibiye Paula. Ameposti hapa, kuna video ambayo ameiposti ikiwa inamwonyesha mama yake akiwa yupo kwenye gari ile ubwabwa, anakula zake ubwabwa, anakula ubwabwa kwenye gari mpya kabisa ambayo amenunuliwa na bebe wake, jambo ambalo limefanya watu wengi sana waiposti hiyo video wameifanyia repost katika page mbalimbali mbali, na ni video ambayo kiukweli inaenda viral sana kwa sasa hivi. Meona bwana na Paula ameposti, alafu akaandika hii. Ameposti kupitia ukurasa wake wa Snapchat, ameandika kwamba makofi tafadhali, alafu akarekodi hiyo video mama yake akiwa nakula ubwabwa kwenye hiyo gari mpya aina ya Prado Land Cruiser TX. Hebu sikiliza hapa kilichotokea. So Kajala bwana hapo alikuwa anamwambia mwanaye kwamba hebu niache nile kwanza, umeona eh. Wakati huo mwanaye Paula alikuwa akimrecord. Sasa hapa page mbalimbali, kwa mfano hapo kwa Maimatha ameandika, Maimatha amepost hiyo video, alafu akaweka hapo maelezo eh, akaweka maelekezo hapo, ambapo maelekezo ambayo ameyaweka Maimatha bwana ameandika kwamba apewe hongera zake Kajala, na wabongo acheni kulishwa matangopori, watu wamedunduliza msiwavunje msiwavunje nguvu hivi. Kwa nini wanawake hawapendani? Sasa hiki ni kitu ambacho Maimatha amekiandika kama vile kumjibu Mange Kimambi. Kwa sababu Mange Kimambi yeye amedai kwamba Kajala amenunuliwa gari na mwanaume ambaye ni kigogo hapa town. Umeona? Na huku Maimatha amesema kwamba watu wamedunduliza mwapi ongela cheni kuwavunja moyo, kwa nini wanawake hampendani, na maana kwamba semekana kwamba hii gari amenunuliwa na mwanaume ni Mange Kimambi. Kwa hiyo hapa, Maimatha amekuja kukanusha kile ambacho Mange amekizungumza kuhusiana na Kajala kununuliwa gari hiyo. Lakini ukiachana na hilo, kuna comment hapa zimejitokeza kuhusiana na hicho ambacho amekizungumza mwanadada mwana Maimatha. Kuna mtu hapa anaitwa Rose G Bay anasema kwamba damange ameniomba damange ameniambia hii gari ya Kajala ni yangu, nikikutana nayo mahali nichukue, ufungue, niendeshe, mafuta yakiisha nampa mtu mwingine. Yes, ni kodi yangu hiyo. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mujibu wa vitu ambavyo Mange amewaaminisha watu huko mitandaoni. Kuna huyu hapa anaitwa Aisha Pisikali anasema kwamba bwana, kwa hiyo kaongwa na Kion, na ameongwa na Kigogo hapa town. Alisema Mange au ni Harmonize. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa msokombe bwana, mimi huwa najiuliza tu kwa nini wasijengewe nyumba. Ni magari muda wote? Kuna mtu ameandika hivyo pia. Kwa mdua, kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana wewe kwani ni, ni mwanaume. E, kwa mtu mwingine amezoea kusema bwana, ila wasanii acheni uongo. Mtu hana kibanda cha kuishi. Gari apate wapi? Tunajua ni kodi zetu hizo. Bahati yake kaambulia japo vya mwisho mwisho. E, e, kuna, <coughs> kuna mtu ameandika hivyo. Mtu ameandika hivyo bwana, hizi ni pesa za umma bwana, nyumba alishajengewa au ndio hayatuhusu. Kuna mtu ameuliza bwana, dada dada utukome, usitupangie kabisa eti kadunduliza. Kwa mtu ameandika hivyo, kwau sokoe bwana, wewe unapenda, una kweli wanawake wenzio. Kuna mtu ameuliza hivyo, amemuuliza hivyo huyu Maimasa ambaye ndo amekuja kupost hivyo, akidai kwamba wanawake kwa nini hawapendani, badala ya kumpongeza wanamvunja moyo. Kwa mtu mwingine, sokoe bwana, shida kazi wanazofanya hazionyeshi ushirikiano wa kuwapa hela za kununua magari mazuri hivyo. Kivyovyote vile, hongera zake. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kuna watu wanadai kwamba kazi ambayo Kajala anayoifanya kuonyesha kwamba amenunua anunue gari kama hiyo watu hawaioni. Umeona bwana. Lakini inafahamika pia kwamba eh mwanadada Kajala bwana yeye mwenye pia hajasema kwamba labda amenunua kwa, kwa pesa yake au vipi, lakini kwa mujibu wa siku ambayo anakabidhiwa hii gari tuliona kwamba marafiki zake wakina Antezeki wale walisema kwamba amepewa na bebe wake, umeona bwana. Kwa hiyo amna haja ya kumkalia kooni. Haya, hizo ni comment, lakini pia kuna video nyingine hapa ambayo inamuhusu bibie Kajala eh, bwana, ambayo pia imeenda viral huko mitandaoni, lakini hii nadhani tutazungumza on the next Haya, mwingine huyu hapa amekuja na yeye ameandika the same kwamba yeye amekuja hapa ameweka maoni yake, ameandika kwamba gari yetu walipa kodi hii. Mamatha wewe ndio ututetee wa mbea wenye mvuto. Kuna mtu ameandika hivyo, kwamba kwa hiyo kwa hivi vitu ambavyo vinaendelea. Ina maana kwamba Harmonize ndio basi tena. Eh, kuna mtu hapa amekuja kuuliza kwamba kwa hivi vitu ambavyo vinaendelea, baada ya kuonekana Kajala amenunuliwa gari na boyfriend mwingine ambaye sio Harmonize, watu ameuliza kwamba je, kwa hivi vinavyoendelea, ina maana kwamba Harmonize ndio basi tena? Umeona bwana, maana tulikuwa tunafahamu kwamba Kajala na Harmonize wanaweza karudiana anytime soon, na Harmonize mpaka gari yake alikuwa ameiandika kabisa jina pale mbele kwenye plate number Kajala 3. Umeona bwana, lakini sasa kilichokuja kutokea ni out of nowhere. Eh, Kajala bwana ameonekana yuko na bebe mwingine na Harmonize ile Kajala 3 sijui kama ameshaibadilisha ile plate number au la. Lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo. So at the end of the day ukiwa kama mdau, hebu tuambie na wewe pia, okay, kuna mtu mwingine hapa amesema bwana, ila huyu dada hapo hana hata kiwanja na hapo huu ni mwaka na hapo huu mwaka hauishi, hatutomwona nalo hilo gari. Kuna mtu ameandika hivyo. So ukiwa kama mdau nawewe pia hebu tuambie unahisi kwamba eh, bibie Kajala bwana hii gari amepewa na nani? Uh, unahisi kwamba mapenzi kati ya Kajala na Harmonize ndio basi tena, tuseme kwamba haiwezekani tena kwa sababu Kajala ameisha move on au? Uh, unahisi kwamba ni siri tu, mambo ya siri haya, labda ka, Harmonize mwenyewe ndo amemnunulia hii gari au labda Kajala tu ameamua kumrusha roho Harmonize kwa namna moja au nyingine. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile, bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.